Hello weekend, tunasema watoto tunawapenda, tuna tunawapenda sana. Aye. Watoto? Tuna sana, eh, eh, eh, yani tuna watoto mno <laughs> siku hii leo watoto hudani tulionao ni wasanii watakao watakaotuburudishe. Makofi mm, mengi sana kwao. Jamani, tumefurahi kuwa na nyie kwa siku hii ya leo. mm. eh tunaweza tukawatambulisha, lakini wanaweza wao wakajitambulisha vizuri zaidi, si ndio? mm. Ehe, hey, kwanza kabisa tukianzia mkono wangu wa nini Shoto, uh, uh, uh, kushoto <laughs> kushoto kwa. Eh, tuanze na yule aliye karibu na mimi hapa. Tuambie unaitwa nani na unasoma darasa la ngapi? Wewe kipaji chako cha kuimba nini? Kipaji changu cha kuimba. Ah, jina lako. Mm. Mm. Uh, unajua wasanii wanajitambulisha kwa kazi. Kwa <laughs> kwa nimekuelewa. Haya, karibu jina lako. Mm. Jina lako mdogo hapo. Jina langu naitwa Azili Azimikui. Mm. Nasoma shule ya msingi Misitu. Mhm. Mm. Iko wapi Misitu? Ipo Ilala kule, wapi Kivule. Mhm. Mm. Kipaji chako? Kipaji changu naimba singeli. Kweli? Bakora. Ndani mm. mm. amesema mm. ah, waziri hawezi kuimba singeli ah, nah. <laughs> <laughs> Wewe utatuburudisha leo hapa eh. Una uhakika? Na adi Uncle Richard atasimama kucheza. Atasimama ah, basi <laughs> ni ya maadili maana, kuna kuimba singeli na eh, singeli e, maadili, eh? E, ya maadili. Umetuandalia maadili hadi ya chaneli yenu kabisa, haiwezekani. <laughs> <laughs> Nani kasema Azamu haiwezi kuingia kwenye singeli? Imeingia. <laughs> Wewe amajina, naitwa Jabili Haridi mm. Yeah. Natokea misitu mm -hmm. Darasa ngapi? Nasoma darasa la sita. Wewe kipaji chako na rap Unampenda kwenye kuchana? Kwa tukimweka hapa mtu anaichana, na wewe ni fresh fresh tu. Tuanze hapo. E. Oh. <laughs> michano. Na chaneli itachanwa. Tuanze wa michano eh? <laughs> <laughs> sindio? kuja singeli. Haya, twende kazi unampigia biti waziri, unampigia biti. Au, au au unaenda kwa... unataka tupigie. Tupigie biti. biti. biti. biti. Eh, Eh vyo akapela. Ama tuambie biti gani ila cha Eh. Cha. Cha. Cha. Mimi napiga snare. Cha. Cha.

Eh, anaweza kuhesabu adi ngapi kwa... Eh, ah, kwa, eh, eh. kwa, ki... kwa Kirumi, Waziri eh. Adi... kwa Kirumi, yuko Kirumi. Ah, vizuri eh, yuko vizuri, vizuri, nikuhakikishie, yuko vizuri. Kwa hiyo kwa hiyo atanifilisi, tukisema nimpe, kwa sababu anahesabu, atanifilisi, ili nitampa kwa sababu ya kipaji chake. Umefanya vizuri sana, hongera sana, sana. Eh, tuje kwako baada ya kumalizana na Waziri sasa moja kwa moja tunakuja na kijana moja matata sana. mm -hmm. Anakuambia singeli ndo ya kwetu nchini Tanzania, ndo ambayo na ndo ndo. Sasa waziri ndo mkali wa singeli. Ah, eh, huyu ni Jabir, huyu Jabir, ah, huyu ni waziri uzee <laughs> <laughs> uzee jamani, uzee waziri, twende kazi. Unataka ile ambayo ya biti ukupigie biti au unaanza kavu? Nanza kavu. Ah, afu baadaye ndo utaomba beat, si ndio? Haya, twende kazi. Sasa wasigeni yetu na kusupport vipi? Weka, weka, weka, weka, weka. Twende, twende, twende. Mmm. Dogo zili. Nawaza nisome mimi nifike mbali siishie msingi wala sekondari wasonipenda ndata nikubali, maduizangu niwape riziki. Nawaza nisome mimi nifike mbali siishie msingi wala sekondari wasonipenda ndata nikubali, maduizangu niwape riziki. Mimi naaza niwe kama wale unaona wanapita mtaani na mandinga. Mimi naaza nipate pesa ya kuvimba. Mimi nawaza nimsaidie bi mkubwa nikizipata nikizishika. Wapi pesa? Acha nisome bwana, elimu ndo fungwa maisha. Wapi masomo? Don tatisha. Ah. Don tatisha tatisha. Kasoma msingi mpaka sekondari mama yake aendeshe gari. Ah, ogari ogari. Wapi mafanikio

wakina mama, huku Azam TV mambo mazuri, mazuri. Burudani kwa wote, UTV, uh, watoto shanga na furahia, yani bakara, hata michezo na burudani, mambo ya upinzani pia yapo, habari, michezo, mambo kibao, zogozogo pia yapo. oh, mm, Azam TV tumeletewa, sikose kuangalia jama. Jamani, Azam TV tumeletewa sikose kuangalia jama, chaneli za toto mpaka katuni zipo, mambo miziki kujifurahisha nako yapo. Asante oh, ah, sana. Asante, mmetisha sana pale. Ponyewe, ukizipata utamgawia jabili? Hamgawi e kidogo sana. Ni jamii pale kwenye eh? Tumetoka mbali. Tumetoka mbali? Tuna nyimbo karibia nne au tano zile singeli tumetunga. Ah. Eh. Yeah. Eh. Kumbe nyinyi ni marafiki? Marafiki kabisa yeah. Ah, tunapopata na... muda tunatunga nyimbo. Eh, hivyo tunakutana. Na hapo hapo kwenye kutunga nyimbo, mnawezaje sasa kutunga nyimbo na kusoma darasa la sita? Sio mchezo. Sasa hivi mnamaliza shule. Unaweza unajiwekea un, una muda wako tu ni kama kipaji chako kishakiweka, mimi nitafanya hivi na nitafanya hivi na kinakuwa, ukishamaliza kwenye masomo e, unaweza hata nyumbani, mnakutana mnatunga kitu, mazoezini. Kwani unajekea muda tu, nikishatoka shule nafua nafanya kazi fulani, muda alivyo sana, muda kwa hiyo <laughs> shuleni ni muda gani ambao mnaandika mashairi? Shuleni, shuleni ni mapumziko, mapumziko ya saa kumi. Mm. au ya saa nane Ndpumziko yenu ni kwenye kuandika eh, sanaa. Unajua sanaa ina eh, eh. Unajua, unajua, unajua mm. sanaa inaajiri, eh mm. Kwa hiyo wakati wanapata elimu muda wa mapumziko wanaendelea kuwekeza upande mwingine mm. na ndoto mm. zenu ni zipi? Tukianzia kwako Jabiru, ndoto yangu mimi kubwa mm. kwa msanii wa rapu mhm mm. unasa unavyoandika maneno unayatoa wapi? Nayatoa kichwani M. mstari wako pendwa ni upi? Kwa mfano mmoja, tuambie ili tujue uliyatoaje maneno. Tukumbushe mstari wako pendwa ulioimba hapo. Mstari wangu pendwa, wimbo eh, wako hata, eh. Sio kama sio nyimbo wangu eh, kuhusu maisha, maisha ya shule mm -hmm. Mstari wangu pendwa hapo, utunga mhm kama hiyo fikra za ajabu, kiburi, pamoja nazogo wenilionekana nazo tangu nipo mdogo, michezo ya hatari, pamoja nazururupu, ndipo wazazi wangu apoka china kufikiri, wejapokuwa mimi mkubwa nianze school ndo yeah. hapo hiyo school ndo nikaendelezea mpaka shule huko huko, mbele mbele hey. kwa hiyo unatoaje kichwani sasa, unakuta yaani inakuwaje? una tu, inakuja mistari inakuja kichwani ukiwa umekaa unatafakari wakati, wakati, wakati gani unakuwa kwenye mudi ya kuandika ama, uh, kuimba? Ukikaa mfano yani kabisa, kuna kitu kinakusukuma unasema bana <laughs> kama vile nyimbo inakuja kwao haraka haraka, unachukua daftari na peni unaandika ile mistari, unaandika unaandika. Ikija tena unachukua daftari na peni unaandika unaandika, hivyo yani mpaka, alafu baadaye unakuja unaisoma, unaikariri, unaikariri, ndio unatoa nyimbo Kaka Waziri, ilikuwaje kwanza kwa ukapenda Singeli? Kwani sio bongo bongo fleva? Kwani sio michano kama mwenzima? uh-huh. Mi labda kama lapo naimba huyu. mm. Kimimi hapo mm, kwanza nilianzia kwenye bongo fleva. Ah, nikaona siwezi kutoa kitu chenye maadili kwenye bongo fleva, nikaenda kwenye Singeli na hata lapo naichapa huyu mi. Mm. naweza kuichapa lakini unapenda sana? Unapenda sana Singeli. Kwani pale kwenye kupata hela ulimkumbuka mama na sio baba? <laughs> Kwani kwenye kuendesha ndinga endeshe mama? Mimi baba. Mama amemwakilisha baba. Eh. Kwa hiyo unampenda mtoto wake. Ah, kwa hiyo wasanii wa wengi mnapenda mama kwanza ndio wa kwanza kuendesha ndinga eh? Ukipata hela hata eh? wewe maana yake mama a amekulea ame, tangia huko mdogo yaani mna akili sana nyie mitano mama tena kwa mama. Baba, baba baba atapata lift sio? Eh. Hey. Uh ah, -huh. Haya, sawa so, sawa so, sawa so, so. Mama ndo kila kitu. kitu Mama ndo kila kitu eh? Mm. Sawa so, sawa so. Sawa so, sawa so. Pole pole pole pole. Mm -hmm. Nimemuuliza nime, nime, nime, nime, swali ambalo limemfanya apate hisia mm. Ana hisia sana waziri. Kabisa. Mm -hmm. Sawa sawa hata mimi mwenyewe kweli nikipata hela mm. wa kuendesha ndinga mama kwanza. Nani kama mama? Tuambieni sasa kwa upande wa shuleni, kwenye upande wa masomo, tukianza kwa Kujabir, unapendelea masomo gani? mimi mm. Sayansi sabati mm -hmm. Na stadi. Sayansi unapendelea sayansi wewe? Eh. Oh. Mmea una una una, una, una, una, kitendo cha mmea kujitengenezea cha chakula chake mwenyewe, kinaitwaje? Umekosa <laughs> ya? Ah, iyo, iyo, ataweka <laughs> kwenye mstari badai. <laughs> <k> badai <laughs> kemoja, ataweka kwenye mstari badai, sawa. Kwenye mstari wake moja ataweka. Tatizo, mili, najua, najua, ila kuitamka. <laughs> Mimi mwenyewe tuile, foto, foto nini? <laughs> foto, <si? laughs> foto si? Foto si. Okay. Foto si? Hiyo si ngumu <laughs> nilijua tu hapo na yeah. <laughs> Mimi mwenyewe nilikuwa nikua gu ila kuandika unaweza, si ndiyo? yeah, yeah, kikubwa tuweze kuandika mitihani, tunajibu kwa kuandika yeah. <laughs> kikubwa tuweze kuandika ma, masomo gani wewe kwa upande wako Waziri unayapenda? Kiswahili. popo mbili zavuka mto Mbili, mbili, mbili. Eh. Macho anajua <laughs> <laughs> macho hiyo sawa, <laughs> sawa ile so. Ehe, biti yako una wimbo wa kwenye ile biti uliotupatia, si ndio? mm. Tuicheze ile biti eh. Utupe wimbo si ndio? mm. DJ tupe biti, ongeze ongeze kidogo, apate vibe.

Na kama sasa kuna kitu ambacho mngependa kuambia wazazi juu ya sanaa ambazo mnazifanya na kuwaruhusu vijana watoto wao kuwaruhusu kufanya sanaa na kuendelea na masomo, karibuni, muda wenu. Lakini pia kama mna, kuna marafiki zenu nataka kutuma salamu au nyumbani kule, muda wenu sasa. Huyu tunaanza na nani? Jabir, tunaanza na Jabir. Haya, karibu na kuwashukuru. Naona mwalimu wenu amewasindikiza hapa, hamumpendi kumshukuru? na ah, niseme namshukuru sana mwalimu na wazazi wetu maanake, wazazi ndio ndaloturuhusu mpaka tuje huku, na walimu ndio wametufikisha mbali, na na watu wote walotusaidia, na washukuru na shout out kwa nani? wa mama wengine shuleni, wengine shuleni. Mani suma, wewe mwisho unamtaja ni nani? Ah. Mm, Solinho jina lake la ukweli hilo <laughs> hey, ndo jina lake, <laughs> lake jina la Brazil. <laughs> eh, kwa kweli mtaani mtaani mm. mpemba mm. auzi chips kweli huyo <laughs> auzi <chips. laughs> <laughs> anauza duka lakini ah, wow. saa lama Mm. -hmm. sawa mm -hmm. mm. sawa, sawa ehe kwa kweli, waziri ungependa kuwashukuru nani na nani? Nashukuru walimu wangu mm, na Madam Joy yeye makin ndo alitufanyia mpango tuje hapa ah, teacher Joy. mm. Mlikutana mm -hmm. naye kumbe kumbe. mm. watoto shangwe mm -hmm. mm -hmm. Ninyi hu mnaangalia watoto shangwe ndio kweli eh? Yeah. shout out zako kwa mama na baba mm -hmm. dada mm -hmm. langu Zaidari Mhm. na mdogo wangu pia mm -hmm naza shule nako mm. Suma mm -hmm. Abdurahmani mm -hmm. solinyo mm. rafiki rafikiani wote wawili. Sawa, nasuma sawasawa <laughs> na tunatakini <suma. laughs> so, so, so, kila la heri muendelee na masomo na mkimaliza la saba pia bila shaka mtakuja kutuimbia si sindio? mm. Eh? Yeah? mtakuwa mmeshatunga nyimbo nyingi nyingi yote tukitaka nyimbo zipo, nyimbo zipo. Na anko Richard dia anasema siku ya harusi yake atawaalika, mpo tayari? Situpomakuchana pale naniwambie. Eh, wapo wasanii wengi ambao pia wamekuwa viongozi nafahamu eh? mm -hmm. Eh, kwenye mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania Joseph Haule, Profesa Jay, amekuwa mbunge. Joseph Mbilinyi, Sugu, amekuwa mbunge. Mwana Fei ni waziri, lakini wote wamepita huko kwenye sanaa. Ukienda mataifa mengine eh, Ukraine rais wao amekuwa akifanya sanaa ya, ya, sanaa ya uchekeshaji Volodymyr Zelensky, baadaye amekuja Rais. Kwa hiyo na nyinyi mtakuja kuwa uh, watu wakubwa, huku mnafanya sanaa huku mnaendelea kuwasaidia wananchi, na kuna wadi mada, madaktari tunawafahamu. hey, hey, mm. mm. yeah. yeah. Kwa hiyo mnaweza mkafanya kazi yoyote na mkaendelea kuimba. Sawa, ndio haya, asanteni sana, tunamshukuru sana kwa kweli, tushajui kwa kutuletea, wametuburudisha siku hii ya leo Tehe, tulikuwa na waziri pamoja na Jabir Jabir, namsalimie Solinyo. <laughs> na nani hey, na <laughs> na na na <laughs> <lele? laughs> Sawa, sawa, sisi tuendelea kuwa na watoto milele mm. E, na watazamaji pia tunatamani tuendelee kuwa na nyie milele.